Ya ibadi yakaendelea, ya enyi waja wangu, innakum tukhtiuna billaili wan nahar, hakika nyinyi mnakosea. Na hapa kasema tuhtiuna, mnafaini yes, mnakosea, mnakosea, kwa maana makosa haya siyo yale ya binadamu anayoyatarajia kuyafanya kwa makusudi, bahati mbaya Sababu kuna khatiun na kuna mukhtiu. Khati ni yule ambaye kwamba anaifanya kosa kwa bahati mbaya, hakulikusudia kwamba alifanya, ndio itwa khati. Lakini mukhtiun ni yule ambaye kwamba anakusudia hasa, nafanya hili baya. kwa hiyo hapa, Mwenyezi Mungu atumia kauli ya kwamba tukhtiuna billaili wannahara, mnakosea kwa maana, sio ile makosa ya mtu ya kuwazimia hazimi kulifanya makosa yale madogo madogo usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an, na mimi nasamehe makosa yote, dhambi zote. Basi fastaghfiruni, nitakeni mimi msamaha. Aghafir lakum, na mimi nita Usameheni. Ya ayuha alladhina amanu la taqnatu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru yahfiru dhunuba jami'an, Allah tabaraka wa ta'ala asamehe madhambi yote, isipokuwa mja tu ajikubalishe kumwelekea Allah, amwombe msamaha na yeye atafanya atamsamehe.